Mutale kaacha pasi kwa Jean Shalawa ambaye anaipitisha pembeni, Valentino Uma, anaikiwa Joshua Mutale huku <coughs> ndiko ambako anatamba Joshua Mutale budo, ameianzisha mwenyewe, anakutana na mpira kwenye njia na umalizia, iliguswa, ikaanzia kwake Akatengewa valente nouma, mpira ambao akaurejesha palepale kwa joshua mutale budo vipas naye, akasema hii ndiyo yenyewe, akakandamiza ule mpira, Simba wanatangulia. Budo ateba pitisha pasile ameshapita elimpanzu panzu mpanzu jelim kuwekwa chini, ni mkwajwa penati Abubakar Ali anaambiwa amecheza faul. Tafsiri ya helisasi ni elim panzu, amewekwa chini, akitazama hata mlinzi ya kugusa mpira, amekwisha ruhusiwa. Ateba, bao la pili kwa Simba, falume wanyika bado ndelea kuunguruma na bao la pili dhidi ya Bigman, akimuuza kabisa kumpeleka ndiko siko. Nurdin Balora. Simba mbili Bigman bado imo ji amekuwa ngumu kwa Simba, wanaondoka pembeni sasa. Joseph Musa ndani cross ndani pina mara kwenda kuja kwenye kwenye net. Fantastic goal Simba wanaruhusu bao. Imepimwa na ikapimika kwa vipimo sahihi kabisa vya Joseph Musa. Dakika ya 45 ya mchezo kipindi cha kwanza mwishoni, Bigman wanapata bao. Alitoka mbali akamwangalia Hussein Abel alivyosimama, akaona anafaa kwa kuweza kufanya kitu, na kitu kimefanyika. Mateso mno akayapata Hussein Abel, ni mateso makali. Simba wanaruhusu bao la kwanza katika michuano hii, na wanaruhusu kutoka kwa Bigman aishi akiwa kwenye mbao ndefu.